Septemba 27 kila mwaka dunia huadhimisha siku ya utalii kimataifa, ambapo katika ardhi ya Tanzania Tanzania kama ilivyo mataifa mengine duniani nayo na pia ni miongoni mwa mataifa ambayo yanaadhimisha siku hii ikiwa kuashiria kwamba utalii pamoja na rasilimali zake pamoja na shughuli za uhifadhi zinapigiwa chapuo kwa ajili ya kwa kuhakikisha kwamba Tanzania na kupata maendeleo kupitia sekta hiyo ya utalii, katika eneo la Engutoktok eneo hili ambayo ni ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro eneo la Kreta hapa Katibu mkuu wizara ya maliasili na utalii, dkt Hasani Abasi anazungumzia hali ya Tanzania katika sekta ya utalii. Namna ambavyo imekuwa sekta ya utalii kwa Tanzania, sekta inakwenda vizuri, na yuko mkurugenzi hapa mwenye sekta. Sekta inakwenda vizuri sana, na dunia inaposherekea leo tarehe 27 mwezi wa tisa siku ya utalii, sisi Tanzania tunajinasibu kwamba tumetekeleza na kazi kubwa imefanyika. Sasa ningeeleza zaidi kwenye chanzo kikubwa cha utalii ambacho ni uhifadhi, lakini nitaenda zaidi kwenye sekta yenyewe ya utalii. Lakini kwenye uhifadhi tu kidogo, nchi yetu imehifadhi zaidi ya e, theluthi moja ya ardhi yake kwa ajili ya uhifadhi. Tumetoka watalii laki tisa na ishirini na mbili mpaka milioni mia, milioni mbili nukta moja kwa mwaka jana. Maanake takwimu za mwaka huu tutazitoa Desemba kama nilivyosema, lakini kuna ongezeko kubwa, nitaligusia hawa ni watalii wa kimataifa, na kwa takwimu zetu ongezeko hilo ni sawa na asilimia mia moja thelathini na mbili. Tanzania pia inatajwa kuwa ni miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa na kukuza uchumi wake kupitia sekta hii ya utalii. Mafanikio katika kuongezeka kwa idadi ya watalii hapa nchini yamereflect pia katika ukuaji wa masuala mengine ya nchi. Eneo la kwanza tunasema fedha za kigeni, tumepata fedha nyingi zimeongezeka. Wakati nazungumzia pale 2021 wale watalii wale laki tisa huku laki saba jumla tulikuwa tunaingiza fedha za kigeni kwenye uchumi wa nchi ilikuwa ni dola bilioni moja nukta tatu ambazo ni kama shilingi trilioni mbili nukta tano mwaka 2021. Leo kupitia takwimu zile za Desemba Sekta imetoka bilioni 1 3 mpaka bilioni 3 9. Nimepata saa kuzungumza machache na baadhi ya waongozi wa utalii wakieleza tathmini ya ufupi namna hali ilivyo katika sekta ya utalii na umuhimu wake. Kwa kweli tumeimprove sana, tumeimprove sana, na pia ukizingatia serikali yetu imefanya mambo makubwa kwa ajili ya kuimarisha sekta hii ya utalii ukilinganisha na miaka mitano au kumi iliyopita. Uh, wageni kwa ujumla wake wanaozungumzia, uh, katika uh, hali ambayo ni nzuri kwa kweli kuzingatia na miaka kama nilivyokuambia, miaka ya nyuma ukizingatia uh, mataifa mengine yalikuwa haifahamu Tanzania, lakini sasa hivi Tanzania inajulikana sana kwa wenzetu Waingereza, kwa wao wana wanaijua vizuri kupitia National Geographic, uh, na wenzetu wa Marekani pia wanaijua vizuri sana kupitia loloyotua. Kwa hiyo tunajitahidi sisi kama guides pia kuendelea kusambaza ujumbe huu mzuri na kuisambaza nchi yetu uh, pale tunapoweza. Kwangu mimi, kitu ambacho sitakaa ni kisahau ni siku moja tulikuwa tunafanya training ya kutembea porini. Unajua tunafanya walking pia, unaenda kuona wanyama kwa miguu, sio kwa gari tu. Kwa sasa, siku hiyo mimi ndo nilikuwa ninaongoza hiyo walk, niko na bunduki natembea, tukiwa na trainer wetu kwa mbali tukaona simba yuko juu ya jiwe. Nikamwambia trainer wetu aise, mbona mbona kuna simba pale, sisi tugeuze tu. Akaniambia sasa, hapana, lazima tuende kwanza, tuko watu wengi hapa, tuko kama watu saba nane hivi, yani ni lazima tuende, yani hakuna kupiga kelele wala nini, tunaenda mdogo mdogo. Tulivyokuwa tumekaribia hapo maeneo, wakatokea tembo wawili kutoka mlimani, wanakuja sasa huku kwetu, wako wawili madume wakubwa kweli kweli, wanakimbia yani wanakuja wanajaribu kututrack kwa sababu mnyama ambaye ni hatari zaidi naweza kusema ukiwa porini ukiwa unatembea ni tembo basi. Mmoja akawa, yeye, hana habari na sisi ka, kaishia zake, lakini yule mwingine akaanza kututrack. Unaona ametutrack sasa, mimi ndio niko na bunduki naangalia sasa, hapa nifanyeje? Yani ile, na tupa macho kushoto hivi, simba huyu hapa, upande kulia anakuja anakuja anakuja, tembo upande wa kushoto, simba Yani, unajua katika hali ya kawaida ya kibinadamu, nilitetemeka, jasho lilikuwa linatoka mikononi, lakini hapo hapo nikasema mimi ndo niko na bunduki, kwa hivyo mimi nikimesa, inamaana basi nime, nimeharibu kwa kila mtu. Taarifa zinaeleza kuwa taifa la Marekani ni miongoni mwa mataifa ambayo yamekuwa yakifanya utalii wake katika ardhi ya Tanzania ikiwa namba moja, ikifuatiwa na Uholanzi pamoja na China. Kwa maana yao pia wamekuwa wakifanya shughuli zao za utalii katika ardhi ya Tanzania ikiwa ni sehemu tu ya kuinua uchumi kupitia sekta hii ya utalii kutoka eneo hili la urithi wa dunia, kwa maana ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro katika wilaya Ngorongoro ya Ngorongoro mkoani Arusha kaskazini mwa Tanzania. Jina langu ni Hababi Mohamed na hii ni Clouds.